Wangai tare ke ngwire ka nduke ha ka ya gutura uteithetie ta kothi mahinda maria mothe ogutura dukanaage kugia na mwihoko thikiriria hinde awata mwihoko koragwo wene wakua moyo goro nira hura mecie ni maruta wera na mwihoko dukai ku henyo ni mundu we moyo mwihoko ni guo tumaga tugetekia atiriri ati ona koro muthi ni kwathuka ri Rucio ni gukagira. Hindi iria uigua mundu ati ni akinya handu athii oya mukwa. Ee ikari, mundu ucio akoragwo akinyite muico agate mwihoko, akona riu ri, nii ona ingitura gutiri undu ungihanika, nii ona ingitura rucio rwakwa rutingiagira. Nikio uigua ndakwira mahinda maria ugate mwihoko na muturire, tondu tuturagio ni mwihoko andu a Ngai na kwiyumia, so mahinda maria ugakinya handu wone nduri na hope, mau nimo mahinda maria ugakorwo we ni wakua na mau nimo mahinda maria ugakorwo ni wathira kaba kugia na mwihoko na guikarite ya guikarite ugeteki ate ona kwaga kwagira omuthi rucio ne gukagira omuthi kwaga kuonia rucio ne gukonia omuthi waranira rucio ne ukahuna omuthi waga bia rucio no ikoneka no mahinda maria waga mwihoko mundu wa ngai mesira maria mokaga theini waku ni magukuonia nduri na kiene we mundu tari na fata we mundu wa kugia andu aria angi Gutiri undu ungika utuike wa ku benefit economy ya bururi. Na nikio ona hakinyaga handu ugakora mundu urari na meciria mega akinya handu ni tondu ni aga mwihoko. Mundu urethambaga ukenyua mai wega akaga kwinyua mai, ugakora mundu ucio ni anyitwo ni kindu gigwitwo depression. So depression ni ininite andu aingi muno, na depression irehagwo ni hopelessness. Kiu ni gitumi kimwe kiria gitumaga murimu ucio uke. Kwoguo ndokaga gukwira atiriri ndagika ici ithatu ciroka guthira mahinda maria mothe ugutura mundu wa Ngai ndukanae gwitikira mundu akuonie ati we nduri na bata na umenye ni kuri andu angi monagia mundu we ti ta wi bata niguo utwiraga atiriri

na gutweka hopelessness mundu ucio ndena mwihoko ndari na mwihoko akoigao uria akuri thie guthie kuguo ndoka gukwira kena mwihoko ona uikarite kuo uikarite ona andu amako marwarite muno ni mwihoko maturagia mundu akamenya ati rucio ni gukagira na rucio ni gukagirira na rucio ni wakoe muthenya wa magegania